Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya Damo Planams kutangaza kwamba mwezi Oktoba ni mwezi wake wa kuzaliwa, yaani ndani ya mwezi huu hapa wa, wa Oktoba bwana, ambao unakuja hivi karibuni, tarehe mbili ni siku ambayo ni siku yake yeye ya kuzaliwa, yaani ni birthday yake. Diamond Platnumz ameeleza kwamba yuko na plani nzuri sana kwa ajili ya mashabiki na watu ambao amekuwa wakimsapoti kwa muda mrefu, na mafanikio aliyoyapata, basi hana budi kuwapa burudani mashabiki zake kwa mwezi huo wa kwake yeye wa kuzaliwa ambao ni mwezi Oktoba, na ameahidi kwamba ataachia kazi back to back. Wow. Lengo ni moja tu, kuhakikisha kwamba mashabiki zake wanakula raha, wanaenjoi mziki mzuri kutoka kwake. Lakini pia vile vile ikumbukwe tu kwamba Diamond ameweka wazi kwamba mnamo tarehe mbili ya Oktoba, siku yake ya kuzaliwa, atakuwa ametimiza miaka thelathini na sita. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ba, mara tu baada ya kuposti huo ujumbe, tayari Diamond ameshaanza hekaheka na tayari ameshaanza kuvujisha vionjo na mashabiki wamekuja kuweka maoni yao. Comments zimekuwa ni nyingi, kila mtu amekuwa na mtazamo wake tofauti kuhusiana na kile ambacho Diamond amekifanya. Kwa kukumbusha tu ni kwamba Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu katika Insta story aliandika kwamba Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa na panapo majaliwa Oktoba tarehe mbili eh, nitatimiza miaka 36. Katika miaka hiyo 36 ni mengi sana nimepitia, mazuri eh, na pia vile vile mabaya, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya ni apokee yote kwa mtazamo chanya eh, na naamini kwamba ndio yalionijenga hadi leo hii kuwa hapa nilipo. Kwa kweli ni kwamba nimekuwa mwenye bahati sana kwa kupendwa na kusapotiwa kwa kipekee. Na katika kusherekea mwezi huu wa kuzaliwa kwangu eh, nimeamua eh, kuwa mwezi huu uwe maalum kwa ajili ya kuwapa raha mashabiki zangu kwa waliokuwa wana kwa kutoa eh, kwa kuwatolea nyimbo mbalimbali mbali ambazo kwa muda sikuwa nikifanya hivyo. Enjoy WCB fan, this is your month. Diamond Platinumz bwana ameandika hivyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa amewapa taarifa rasmi kabisa mashabiki zake kwamba mwezi huu wa Oktoba bwana ni mwezi wao, wajue kabisa kwamba msanii wao amezaliwa mwezi huu, anatimiza miaka 36 mwezi huu wa Oktoba, na hivyo basi moja kwa moja anataka kuachia kazi back to back Bwana kama tulivyozungumza katika video iliyopita kwamba Diamond Platinumz bwana alichokizungumza ni kitu ambacho kweli kabisa kinawezekana, kutokana na kwamba sasa hivi pale WCB hakuna e, population ya wasanii wengi kama ilivyokuwa hapo awali. nadhani utakuwa unafahamu kwamba pale Wasafi bwana hapo e, awali bwana ilikuwa kidogo ni ngumu wasanii kuachia ngoma back to back, au Diamond kutoa ngoma kwake yeye ilikuwa kidogo sio rahisi, kutokana na kwamba alikuwa yuko na timu ya wasanii wengi sana, kwa alikuwa anawapa nafasi, na wengine pia wasanii wake wapate their time Sasa baada ya wasanii wengi sana kutoka pale, tumeona ametoka Rayvanny, ametoka Mbosso, ametoka Lava Lava. Sasa hivi pale wamebakia wasanii watatu tu Zuchu, Diamond mwenyewe pamoja na Devoice. Kwa hiyo nafasi wako nayo eh, cycle ya kuachia kazi imekuwa iko tight, kwa hiyo wako na nafasi ya kuachia kazi anytime. Kwa hiyo Diamond alivyosema kwamba anataka kuachia kazi back to back ni jambo ambalo linawezekana 100% kutokana na kwamba listi ya wasanii pale Wasafi sasa hivi ni ndogo. So, hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Kwa hiyo kwa mujibu wa Diamond, baada tu ya kusema hivyo ni kwamba moja kwa moja ameshaachia kionjo cha wimbo wake mpya kabisa. Na huu wimbo bwana, jina bado halijatoka, lakini tumeona ni wimbo fulani hivi wa Bongo Flavor, wimbo wa kutulia. Tumeshamzoea Diamond kwa hivi karibuni amekuwa akiachia ngoma za kuchezeka zaidi, ngoma za mapiano na nini, kwa ajili tu ya kulenga soko la kimataifa lakini, sasa ni kwamba kwa vile huu ni mwezi wake wa kuzaliwa na amesema kwamba ameutenga uwe mwezi maalum kabisa kwa ajili ya mashabiki zake. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Diamond ameamua achie ngoma ambazo zitakuwa zina ladha ya Bongo Flavor zaidi. Uh, unajua kabisa kwamba mashabiki wa Tanzania hawezi, uh, wanapenda sana zile nyimbo ambazo Diamond alikuwa anazitoaga kitambo ile, uh, nyimbo fulani hivi ni pure bongo flavor. Kwayo, kwa hiyo hicho ndicho ambacho Diamond amewaahidi kwamba atakitoa, na hivyo ndivyo tumeona ameanza kuintroduce nyimbo zake za bongo flavor uh, na hii hapa ndo ya kwanza kabisa ambayo amevujisha kionjo huko mtandaoni Sasa baada ya Diamond kuachia kionjo hicho, tumeona hapa peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na e, ujio huo wa Diamond. Kwa mfano hapa kuna peji hapa imekuja imeandika kwamba bwana star wa muziki Diamond Platnumz ameachia kionjo cha ngoma yake mpya, unaipa asilimia ngapi? E, peji nyingine hii hapa wamekuja amekuj ameandika kwamba bwana mambo kwa, kwa ushahidi Diamond Platnumz soon anaachia wimbo mpya ambao tunadhani ni wimbo wa bongo flavor lakini jina bado halijawekwa bayana. Juma Lokole naye pia ameposti kutokana na hiki kipande cha video ambayo Diamond ameiposti katika ukurasa wake wa Instagram eh, ambayo ni kama vile challenge ya huu wimbo ambapo ameachia hicho kionjo. Eh, ni kwamba Juma Lokole eh, kutokana na madoido ambayo Diamond alikuwa anayafanya, Juma amekuja ameposti hiyo video, afa kaandika kwamba Uh, Juma ameandika kwamba baba analembua huyu kwenye mahaba, alafu akaweka pale emoji za kucheka, akamtagi Diamond akasema kwamba bwana sema bosi wangu kanenepa, mashallah uh, mkono wa bibie Zuhura si haba. Huu wimbo na utoke jamani, tudeke kwenye mahaba yetu, ameandika uh, hivyo. Mwishoni uh, Juma anasema kwamba huu wimbo utoke tu jamani, tudeke wenye mahaba yetu. Page nyingine hii hapa, wamekuja wameandika the same thing kuhusiana na kionjo hicho ambacho Diamond amekiachia. Amesema bwana, baada ya siku ya jana Diamond kutoa tangazo la kuachia kazi za kutosha mwezi huu wa Oktoba, leo hii tayari ameshaanza kuachia kionjo cha ngoma zake mpya kabisa. Je, unaonaje huu mzigo? Kuna mdau hapa amekuja amecomment ameandika kwamba bwana, Diamond, hizi issue za Bongo Flava amevuka, huku wenzio wanaperform Super Bowl Marekani, yeye anatoa nyimbo za kubembeleza wapenzi wa watu. Kuna like mtu mwingine amesema kwamba bwana Diamond akubali tu sasa hivi aandikiwe nyimbo za kuchezeka. Hizi nyimbo bwana, tumezichoka. Ya, so hivyo ndivyo mambo walivyo bwana. Ukiwa kama mdau, uweka maoni yako katika comment section. Unazungumziaje swala zima la Diamond Planams kuachia nyimbo za ladha ya Bongo Flavor? E, tutakuwa tukisoma na kureply kila comment, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.